kutembeza kadi nyumba kwa nyumba, watumie kadi dialect kwenye simu zao za mkononi, iwe smartphone au kitochi. Tupigie kwa simu nambari 07474098 au tucheki whatsapp kwa namba 0763530877 kwa kadi za kijanja, sisi ndo namba moja. Kila siku watoto na watu wazima wanaamka wakiwa waelewi, kwa nini wanasikia kwa shida? Kumbe masikioni mwao kuna uchafu nta hata mende waliokufa wakikaa kimya bila mtu kujua. Ni jambo linalosikitisha kwa sababu wengi huishia na maumivu, kero na aibu bila kuelewa chanzo ni kitu gani kilichojificha masikioni kwa miaka. Katika utafiti wa mradi Ninakusikia kusikia, madaktari walikutana na watoto waliokuwa wakiteseka kimya kimya. Baadhi walikuwa hawasikii kabisa darasani, wengine walishindwa hata kuongea vizuri, lakini tatizo lilikuwa tu sikio lililozibwa na uchafu uliogafirika wengine walikuwa ni wadudu waliokauka, hali iliyofanya wazazi wao kulia wakijua watoto wao wameteseka bila msaada. Kwenye mradi ambao tulikuwa tunaufanya ambao unaita Ninakusikia, tulifanya Ninakusikia moja moja na nasikia mbili. Lengo la mradi ilikuwa ni kuhakikisha kwamba watoto wenye changamoto ya usikivu, moja, wanatambuliwa na pili, wanasaidiwa ili kuweza kufanya vizuri katika masomo utafiti huu ulianza mwaka elfu mbili na kumi na saba. Watu tulioshirikiana nao katika utafiti huu ilikuwa ni chuo huria cha Tanzania, chuo cha walimu Patandi, na kwa nini Patandi? Patandi ndio chuo kwa miaka hiyo ilikuwa ndio chuo pekee kilichokuwa kinatoa walimu wa elimu maalum, lakini pia tulishirikiana na KCMC. Kwa nini KCMC? Wao ni wana, wataalamu wa ENT, lakini pia tulishirikiana na Muhimbili University kupitia Dr. Aslam. Kwa nini Muhimbili? sababu wakati huo tulikuwa tunahitaji kuangalia namna changamoto ya kusikivu wataalamu wake wako wapi. Kwa hiyo ndio kuwa shida iliyo. Kwa hiyo kwenye huu utafiti, ile awamu ya kwanza tulifikia watoto mia sita kumi na sita lakini utafiti ule wa pilot ulifanya kwenye wanafunzi mia nne na tatu Ilionekana changamoto ya kusikia ni changamoto kubwa sana, na tulichukua shule tatu shule moja mbili zilikuwa zina watoto wenye ulemavu wanasoma pale, na shule moja ambapo watoto wote jamii wa, nzima ya pale inaamini naamini, humu hamna mtoto mwenye changamoto. Sasa na shule ile ambayo ilikuwa wanaamini hamna mtoto mwenye changamoto, tulikuta asilimia kumi na saba ya watoto walikuwa wana changamoto hiyo. Ilipelekea sasa tu, utafiti tuondokane na kutengeneza eh, kifaa cha kusaidia kuongeza kusikia. Sasa tukuja ugundua changamoto nyingi zinaweza kutatuliwa na mwanafunzi akapona kwa hiyo baada ya hivyo tukafanya sasa utafiti ambao tulikuwa tunawasilisha leo, ambao mara ya pili mradi, tukasema je, yeah, changamoto iko Tanzania tu, tukachukua pia na nchi ya Ethiopia tukafanya nao, lakini Ethiopia tulitumia wataalamu wa mradi kutoka Tanzania. Kwa hiyo matokeo yalionyesha vipi? E, kwenye hizi kwenye utafiti uliofanya ilionekana asilimia 23.3 ya watoto wana changamoto ya kusikia. Sasa tukaanza kujiuliza je, yeah, kwani hii changamoto ili iondolewe tunahitaji wataalamu kutoka wapi? Ni mpaka watoke nje? Tulitumia wataalamu wa ndani kuja kufanya e, utengamao au masuala ya intervention. Tulivyokuja kufanya hiyo, tukajikuta asilimia karibu themanini ya wale watoto tumeondoa changamoto ya kusikia kwa, ndio maana unakuta tukapata sasa hata nguvu ya kusema. Sasa Wizara ya Afya tunaomba tuwasilishe e, matokeo yetu haya, kwa sababu tulichokigundua kwa haraka haraka ni kwamba, moja, changamoto ya kusikia inaweza ikabainishwa na kutambuliwa mapema, lakini pia inaweza kutibiwa mapema. Na tukifanya hivyo, matokeo yake ni kwamba watoto na watu wazima watajifunza. Kwenye mradi huu walishirikishwa watu gani? kuanzia watoto, walimu, wazazi na jamii nzima. Mfano, mradi huu ulishirikisha ulikuwa tunashiriki katika ile siku ya usikivu duniani. Tumeshiriki mkoa wa Mbeya, tumeshiriki mkoa wa Kilimanjaro, tumeshiriki mkoa wa Arusha kwenye haya makongamano. Kilichokuwa kinatokea ni maajabu. Hata watu wazima tulikuta, wengine tayari ngoma ya sikio ilishaisha, lakini ye hajui. Na mbaya zaidi kwenye hii changamoto ni kwamba ni changamoto inayojitokeza we ukiwa hujui ndio maana kwenye huu mradi tulikuja na, na mchezo ambao kwa ajili wa ya watoto tutengeneze mchezo lakini ule mchezo sio mchezo tu, lakini anapoucheza ule mtoto akiwa ana headphone, akimaliza ule mchezo inatupa kwamba je, ana changamoto ya kusikia au hana. Hiki kifaa ambacho tulikitengeneza kimeonekana kinatia fora kwa sababu kila makongamano ambako tuliwasilisha hili tulikuwa ni washindi. Tulipeleka WHO tukaonekana bado ni tuko beta, tukapeleka kwa wataalamu wa teknolojia saidizi Ulaya, bado tukatoka tukapewa zawadi ya kwanza, na pia tukaenda kwenye masuala ya impact expected yato, na kwenyewe tukapewa zawadi ya tatu. Kwa hiyo matokeo yake, na 2024 pia nikawasilisha nika hiki kwenye zero project, nikawa pia kati ya washindi 32 duniani wanaondoa changamoto za watu wenye ulemavu. Kwanza nini kinakuja hapo? Kinachokuja kwa kama taifa tuanze sasa kuwatengeneza wataalamu. Tulichojifunza ni kwamba bila ya kuwa na wataalamu wa odiolojia ambao hawapo, na kwa sasa hivi kama nchi hatuna hata chuo kimoja kinachofundisha hicho, ndiyo maana unakuta tunakuja tu na wito kwamba sasa hivi inabidi tuanzishe kada. Tunashukuru serikali imefanya mambo makubwa, sasa hivi tunayo tayari digrii ya mambo ya odiolojia na maswala ya ya, ya spichi lakini pia tunaona kwamba digrii itachukua muda mrefu, na tukiangalia pia serikali ya awamu ya sita inaangalia kazi na utu. Sasa hapa kwenye kazi na utu ndipo napenda nipasimamie sana na kupaongelea vizuri. Sasa utu, mimi naona tutafanyeje, ni kuimarisha sasa, tutengeneze sasa eh, kada ya kati, mfano diploma ya audiology diploma ya spichi ili kwamba kwa sababu tunaenda mbele mpaka tuna cochlear implant, mtoto aweze kupewa usikia. Nani atamfundisha kuongea wakati alikuwa hajawahi kuongea? Tukipata wataalamu wa audiolojia na wataalamu wa kufundisha kuzungumza kwanza mmoja, tutakuwa tumeunga mkono e, sera etu, na, na, pia sera ya Chama cha Mapinduzi ya kwamba tunazalisha kazi, kwa sababu tutapata sasa kazi ya watu wa audiolojia ambao watakuwa kwenye jamii na ile kazi sio tu itakuwa ni kazi lakini pia itatusaidia jamii kuondokana na changamoto ya kutokusikia. Kwa nini mimi nang'ang'ana sana na changamoto ya kusikia? Kusikia ni changamoto kubwa sana, kwa sababu hiyo inamfanya mtu atashindwa kufanya kazi, atashindwa kuwasiliana. Hata shuleni tulivyokuja kugundua ni kwamba wale wanafunzi, walimu tulipofika wanasema, h mwanafunzi sisi tulikuwa tunamuona ni mtukutu, tunamuona ni... lakini baada ya huu mradi tulikuta wazazi walimu, na ilikuwa mara nyingine wakisikia tu tunakuja, unaenda shule fulani, wazazi walikuwa wanabeba watoto wao kuwaleta. Maana yake nini? Huu mradi ni una maana, na kwa nini tunawasilisha kwa serikali na hasa wizara ya afya? Kwa sababu wizara ya afya ndio mtekelezaji mkuu wa masuala ya afya kwenye nchi. Tunaamini tukikaa pale na tukiendeleza, tukiwa pale atatukoordinati vizuri, tutaenda vizuri na kwenye jamii mfano e, tulifanya mwaka elfu mbili na ishirini na moja pale Patandi, wamekuja watu tukakuta mwingine mam, mama mtu mzima tulikuta ana kokroci na ana, ana, ana, mende kwenye sikio, alishakaa muda mrefu na yeye hajui, alishafia humo. Kwa hiyo kumbe kwenye jamii kuna vitu vingi vinavyojitokeza. Tukakuta na mwingine mtu mzima ngoma ya sikio imepasuka. Kumbe kuna watu wengi ambao wanaenda na ulemavu lakini wanakuwa na shida na matokeo yanayoonyesha sisi tumepata asilimia ishirini na tano. Anasema ah, we utafiti wako mbona ni alami asilimia ishirini na tatu, mbona unaleta taharuki? Sasa taharuki kubwa, ndugu mtangazaji, tuliipata Ethiopia, ambapo tulikuta almost asilimia sitini na nane ya watoto wana changamoto ya kusikia kwenye shule mojawapo. Kwa hiyo matokeo yake na hata hapa tumekuja kujikuta changamoto ya kusikia ni kubwa sana kwa wale watoto wenye umri mkubwa, na tulichukua kwa watoto wa darasa la pili na la tatu. Sasa ina maana mtoto darasa la pili na tatu kama ana miaka kumi na kuendelea, maana yake alikuwa akirudia, rudia. Kwa hiyo ina maana huu mradi tunaamini kwamba kwanza moja, kama tulivyoongea kauli mbiu yetu kwamba kubaini changamoto ya kusikia inawezekana na kuondoa changamoto hiyo katika jamii inawezekana, kinachotakiwa ni ushirikiano wetu wote serikali, jamii, mashirika mbalimbali mbali, ili tuweze kuitoa changamoto hii, kwenda kucheki masikio mara kwa mara kwa ajili ya kupima, kwenda kwa wataalamu. Kwa hiyo tuligundua wale watoto ni na watoto ambao wamekuwa kwenye maisha yao hawajai kwenda hospitali kabisa kwa ajili ya uangalizi. Ndio maana tukasema asilimia sitini mpaka sabini ya haya matatizo yanaweza kutatulika kwa njia zipi? Kwa kwenda kuwataalamu kufanya check up mara kwa mara, ambayo tunaita screening kwa hiyo tatizo la pili ukiachana na hiyo kuziba kwa masikio kutokana na nta, tuligundua watoto wamekuwa wakichezea vitu mbalimbali, vitu kama mbegu za maharage, mbegu za mahindi, wamekuwa wakaziweka kwenye masikio, na wanavyozoea kwenye masikio, inaziba masikio yao kwa muda mrefu. Ikichanganyika na nta, tena inakuwa tatizo kubwa sana pale. Mtoto anaogopa kumwambia mzazi au mlezi kwamba ana changamoto kama hii, kwa hiyo kinachotokea watoto wanakaa navyo mpaka tunakuja kufanya uh, tafiti kama hizi, tunawagundua wamekaa nazo, na wengine kama mnakumbuka, tuligundua pia walikuwa kuna mende na wadudu wengine kwenye masikio. Changamoto ingine ya tatu ambayo ni kubwa kidogo ilikuwa ni kupata maambukizi kwenye sikio, tunaitwa wataalam otitis externa na otitis media, maana yake infection kwenye sikio la nje na sikio la ndani. Hii inatokana na nini? tunaita ni kutokuwa kufanya hufanya usafi vizuri kwenye masikio na maeneo mengine, tunaitwa poor hygiene. Mtu ambaye hafanyi usafi wa mwili kwa pamoja anakabiliwa na matatizo mbalimbali, ikiwepo na kupata infection kama hizo. Kwa hiyo watoto walipokumbana na matatizo kama hayo, wanaenda masikio anatoa usaha muda mrefu hawatibiwi, baadaye mpaka inaathiri mpaka ngoma ya sikio. Hii ndio sababu tunasisitiza Tafadhali, wapeni watoto wenu nafasi ya kupima masikio mara kwa mara, na hata wewe mtu mzima usipuuzie dalili ndogo. Uchunguzi mdogo unaweza kuokoa usikivu, kuondoa maumivu na kurudisha tabasamu ambalo lilikuwa limepotea kwa muda mrefu. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Washindi Media, bila kusahau subscribe, comment, like na share ili uendelee kupata taarifa zetu.